Ikiwa leo ni Juni nane, siku ya Jumapili, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Mada ya leo inasema njaa katika nyumba ya mkate. Wakosoaji wa imani ya Kikristo mara nyingi wameelekeza katika uhalisi wa kikatili wa kuishi katika ulimwengu huu kuwa uthibitisho kwamba A, Mungu hayupo au B hana uwezo wa kuingilia kati mambo mabaya yanapotokea, au si hajali tunapoumia. Visa vingi vya Biblia, hata hivyo, vinatoa ushahidi mwingi kwamba hakuna dhana yoyote kati ya hizo ambayo ni sahihi. Ni kweli kwamba Mungu anaruhusu wanadamu wavune matokeo ya uasi wao dhidi yake, lakini bila kukiuka uhuru wetu wa kuchagua, yupo daima akifanya kazi, daima katika historia ya wanadamu daima akitupeleka katika utatuzi wa mwisho au bora wa matatizo ya dhambi na mateso. Kisa cha Ruthu kinatoa mfano mmoja kama huo. Soma Ruthu sura ile ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya tano. Naomi na Ruthu walipatwa na shida zipi, na zilisababishwa na nini? Hili linaakisi vipi hali ambayo jamii yote ya wanadamu inakabili sasa? Kuna jambo la kushangaza linapatikana katika maelezo ya mwanzo ya kisa hiki: Bethlehemu ilikumbwa na baa la njaa, mji ambao jina lake linamaanisha nyumba ya mkate. Mtu anakumbushwa juu ya chakula tele katika bustani ya Edeni ambapo Mungu aliwaambia Adamu na Hawa matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, katika Mwanzo sura ya pili ya 16. Jamii ya wanadamu ilianza maisha kwa kuwepo kwa chakula tele, chini ya utunzaji wa muumbaji mkarimu, lakini kisha wakabadilisha wajibu wao kama watunzaji wa uumbaji kwa utumwa wa dhambi. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi, Mungu alimwambia Adamu. Sura ya tatu ya kumi na tisa. Kama Naomi tumenyangʼanywa urithi ambao Mungu alipanga tuwe nao mwanzoni na maisha yetu yamekuwa taabu. Edeni ilitolewa kama zawadi, lakini si bila masharti. Wanadamu walikuwa huru kuasi, lakini hilo lingemaanisha kwamba wangelazimika kubeba jukumu kwa ajili ya ustawi wao wenyewe. Hapo kwanza tulikusudiwa kutiisha dunia yote ambayo haijaanguka dhambini chini ya baraka za Mungu, lakini sasa tunakabiliwa na kazi ya kutiisha dunia iliyoanguka dhambini. Wanadamu wa binafsi wakishindania rasilimali chache, kusababisha huzuni na mateso mengi. Janga hilo halielezeki. Dunia bado inazalisha kwa wingi ushuhuda wenye nguvu wa upendo wa Mungu lakini kati ya uroho wa wanadamu na athari za dhambi, nyakati fulani ulimwengu unaonekana kutushinda kuliko tunavyoweza kuutiisha. Siku moja, hata hivyo, haya yote yatakoma. Hata baada ya miaka elfu sita ya dhambi na kifo, dunia bado inafunuaje maajabu ya upendo na uweza wa Mungu wa kuumba. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mada ilisema Njaa katika nyumba ya mkate. Mungu atubariki sote, na kwa neema yake tukaribie wakati mwingine.